Wakili wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Robert Amsterdam anaonekana kuendelea kuivaa Tanzania. Kwanza kufuatia sakata la kukamatwa na kushtakiwa kwa tundulisu kwa mashtaka mawili likiwemo shtaka la uhaini ambalo halina dhamana na hivyo kumfanya tundulisu kuendelea kusota rumande. Pili wakili huyo wa kimataifa wa tundulisu ameonesha hisia zake mara baada ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kutupwa nje kwenye uchaguzi hadi mwaka 2030 na kwamba hawataruhusiwa hata kufanya chaguzi ndogo. Tunakwenda kutizama na kusikiliza kwa upana zaidi jinsi ambavyo mwanasheria Mwanasheria huyo wa kimataifa wa Tundu Lissu Robert Amsterdam anavyozungumza. Kikubwa hakikisha kwamba unakuwa nami mpaka mwisho wa habari hii, pia like video hii kwa wingi. Kwa sasa zimepita takriban siku tano tangu mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Lissu ashikiliwe na kushtakiwa, ambapo tunafahamu kwamba bado anaendelea kusota rumande. Muda mchache mara baada ya Tundu Antipas Lissu kushikiliwa na kushtakiwa, mwanasheria wake wa kimataifa Robert Amsterdam alijitokeza na kusema yafuatayo: Tamko langu kuhusu kukamatwa kwa dhulma kwa Tundu Antipas Lissu na ukiukwaji wa wazi wa haki za binadamu unaofanywa na serikali ya Tanzania. Tabia hii ya kihalifu ya dola inaharibu taswira ya nchi na kuathiri maslahi ya wananchi wote. Hiyo ndiyo ilikuwa kauli yake ya kwanza kabisa, mwanasheria huyo wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, ambapo baadaye alikuja kutoa tamko rasmi kama taasisi e, tutakwenda kulitazama e, tamko hilo mwishoni mwa habari hii. Robert Amsterdam anaendelea kwa kusema, shtaka la uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu ambaye tunamwakilisha kimataifa linaonyesha uoga wa chama tawala cha CCM nchini Tanzania. Tutaishirikisha jumuiya ya kimataifa kupinga mashtaka haya ya uongo na kufichua kukata tamaa kwa utawala ambao muda wake umekwisha, hivyo Hebu tutazame hisia za Bwana Robert Amsterdam mwanasheria wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema juu ya Chadema kutupwa nje ya uchaguzi hadi mwaka 2030. Na, na mnukuu hapa Robert Amsterdam anasema: Ukizuia Chadema kushiriki chaguzi hadi mwaka 2030, sio demokrasia ni ukoloni wa ndani unaotekelezwa na chama tawala cha CCM nchini Tanzania. Hatua hii inaonyesha wazi hofu ya utawala huu dhidi ya uchaguzi huru na kutojali kabisa utawala wa sheria. Dunia lazima ichukue hatua. Free Tundu Antipas Lissu. Hayo ndiyo maoni ya Robert Amsterdam juu ya Chadema kutupwa nje ya uchaguzi mpaka mwaka 2030 na hayo yote anayazungumza kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, kwa sababu yeye ni wakili na mwanasheria wa kimataifa. Sasa tumalizie kwa kutazama tamko rasmi kabisa la Robert Amsterdam kama taasisi, mara baada ya Tundu Antipas Lissu kushikiliwa, nanukuu: hapa taarifa kwa vyombo vya habari Robert Amsterdam alaani kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Tanzania, Tundu Antipas Lissu. Taarifa ifuatayo imetolewa kwa vyombo vya habari leo, Washington DC, April 10, mwaka huu wa 2025. Amsterdam and Partners LLP inalaani vikali kukamatwa kwa mara nyingine kwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema na polisi wa Tanzania. Kukamatwa huko kulifanyika siku ya tarehe tisa E, ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025 wakati wa mkutano wa amani katika wilaya ya Mbinga. Huu ni uonevu wa kisiasa wa wazi kabisa, si utekelezaji wa sheria, alisema wakili wa kimataifa Robert Amsterdam ambaye ni wakili wa kimataifa wa bwana Tundu Antipas Lissu. Hakukuwa na vitendo vyovyote vya vurugu, hakuna msingi wa kisheria wa kumkamata, wala hakukuwa na mchakato wa haki wa kisheria. Kukamatwa kwa Bwana Tundu Antipas Lissu ni sura nyingine katika mchakato wa kuharibu demokrasia ya Tanzania unaoendeshwa na Rais Samia Suluhu Hassan na chama chake cha Mapinduzi CCM. Kukamatwa huko kulitokea wakati wa kampeni ya Chadema ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. Juhudi ya kitaifa inayolenga kudai katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na uhakikisho wa uhuru wa kiraia kabla ya uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu. Polisi walitumia mabomu ya machozi kuvunja mkutano huo wa amani kabla ya kumkamata bwana Tundu Antipasilisu na viongozi wengine kadhaa wa chama Amsterdam alisema huu ni utawala wa kimabavu unaotumia nguvu za dola kunyamazisha wakosoaji wake vitendo vya unyanyasaji utekaji na kukamatwa mara kwa mara kwa viongozi wa upinzani kama bwana Tundu Antipasilisu ni ukiukaji wa makusudi wa katiba ya Tanzania na hati ya jumuiya ya madola Historia ya bwana Tundu Antipas Lissu ya kukandamizwa na dola imeandikwa wazi. Mwaka 2017 alinusurika jaribio la mauaji ambapo alipigwa risasi mara 16 na tangu hapo amekuwa akilengwa na mateso ya kisiasa mfululizo. Katika kipindi cha miezi minane tu iliyopita amekamatwa mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na maandamano ya Septemba mwaka wa 2024 ambapo alizuiliwa kwa mikusanyiko isiyo halali licha ya kufuata taratibu zote za kisheria. Katiba ya Tanzania inahakikisha haki ya uhuru wa kujieleza, kuungana, kusafiri na kushiriki katika siasa. Haki zote hizi zinakiukwa waziwazi. Katika miezi ya hivi karibuni, mashirika ya Amnesty International, Human Rights Watch na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani yametoa tahadhari kali kuhusu kuongezeka kwa visa vya kukamatwa kwa wanachama wa Chadema, utekaji nyara na vitisho dhidi ya waandishi wa habari. Amsterdam and Partners LLP inaitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kuchunguza ukiukwaji huu mkubwa wa haki za binadamu. Amsterdam and Partners LLP ni kampuni ya sheria ya kimataifa yenye makao yake London na Washington DC, Marekani. Maelezo zaidi yanapatikana katika tovuti yao ya www. Robert Amsterdam and Partners LLP. Hilo ndilo limekuwa tamko la Robert Amsterdam kama taasisi ya Amsterdam and Partners LLP mara baada ya Tundu Antipas Lissu kuwa ameshikiliwa. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza itwa habari muda huu, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa nchini Tanzania kufuatia sakata la kushikiliwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, tundu antipas Lissu humu ndani ya habari hii tumepata nafasi ya kutazama jinsi ambavyo bwana Robert Amsterdam amezungumza na ameonyesha hisia zake mseto kufuatia chama cha CHADEMA kuzuiwa kushiriki katika uchaguzi hadi mwaka elfu mbili na thelathini.